Habari zenu wafuatiliaji. Leo tutazungumzia jambo ambalo linaweza kuwa gumu kidogo, lakini ni muhimu sana kulielewa. Kutoka damu baada ya tendo la ndoa. Ni jambo la kawaida kwa wanawake wengi na mara nyingi siyo ishara ya tatizo kubwa. Lakini kuna baadhi ya visa ambapo inaweza kuwa dalili ya kitu kinachohitaji uangalizi wa daktari. Kutoka damu baada ya tendo la ndoa kwa mwanamke kunaweza kutokea kwa sababu mbalimbali, baadhi ambazo ni za kawaida na nyingine zinahitaji tahadhari ya kitabibu. Hizi ni baadhi ya sababu. Katika video hii tutaangazia kwa undani sababu kuu za kutokwa na damu baada ya tendo la ndoa ili kuwasaidia wanawake kuelewa miili yao vizuri zaidi na kutambua wakati wa kutafuta msaada wa kitaalamu. Kumbuka afya yako ni muhimu na hakuna swali linalopaswa kuwa la aibu linapokuja swala la afya yako ya uzazi. Moja ya sababu za kawaida za kutokwa na damu baada ya tendo la ndoa ni uharibifu mdogo kwenye tishu za uke. Hii inaweza kutokea kama tendo la ndoa lilikuwa kali sana, au kama hakukuwa na ute ute wa kutosha kwenye uke. Uke ukiwa mkavu, msuguano unaweza kusababisha michubuko midogo au vidonda, na kusababisha kutokwa na damu kidogo. Mara nyingi damu hii huwa kidogo sana na huisha yenyewe ndani ya siku moja au mbili. Hata hivyo, kama damu inaendelea kwa muda mrefu, ni nyingi au inaambatana na maumivu makali, ni muhimu kumwona daktari. Maambukizi ya uke kama vile vaginosis ya bakteria au magonjwa ya zinaa kama klamidia na gonorea yanaweza pia kusababisha kutokwa na damu baada ya tendo la ndoa. Maambukizi haya yanaweza kusababisha kuvimba na kuwashwa kwenye uke na kufanya tishu kuwa nyeti na rahisi kutokwa na damu. Kama unashuku kuwa unaweza kuwa na maambukizi, ni muhimu kumwona daktari kwa uchunguzi na matibabu. Dalili zingine za maambukizi ni pamoja na kutokwa na uchafu usio wa kawaida ukeni, kuwasha na maumivu wa kukojoa. Shingo ya kizazi ni sehemu inayounganisha uke na mji wa uzazi. Katika baadhi ya wanawake, shingo ya kizazi inaweza kuwa nyeti zaidi na kutoka damu kwa urahisi hasa baada ya tendo la ndoa. Hii inaweza kutokea kama kuna mabadiliko ya homoni kama vile wakati wa ovulation au ujauzito. Pia hali kama vile mmomonyoko wa seviksi, ambapo seli kutoka ndani ya mfereji wa seviksi hukua nje kwenye sehemu ya uke ya seviksi, zinaweza kusababisha kutokwa na damu baada ya tendo la ndoa. Endometriosis ni hali ambapo tishu zinazofanana na utando wa ndani wa mji wa uzazi hukua nje ya mji wa uzazi. Hali hii inaweza kusababisha maumivu makali wakati wa hedhi na pia inaweza kusababisha maumivu na kutokwa na damu baada ya tendo la ndoa. Vivimbe kwenye mji wa uzazi vinavyojulikana kama fibroids pia vinaweza kusababisha kutokwa na damu baada ya tendo la ndoa. Fibroids ni vivimbe visivyo na saratani vinavyokuwa ndani ya mji wa uzazi au kwenye kuta zake. Chapter 5: kuvunjika kwa bikira. Kwa wanawake ambao hawajawahi kufanya ngono, kuvunjika kwa bikira au hymen wakati wa tendo la ndoa la kwanza kunaweza kusababisha kutokwa na damu. Hata hivyo, ni muhimu kutambua kwamba si wanawake wote hutokwa na damu wakati wa tendo la ndoa la kwanza, na baadhi yao wanaweza kuwa hawajui kama bikira yao imevunjika kama vile yale yanayotokea wakati wa ovulation au wakati wa kukoma hedhi yanaweza kusababisha mabadiliko kwenye utando wa uke na kuufanya uwe mwembamba na rahisi kutokwa na damu. Kama unapata mabadiliko makubwa ya homoni, ni muhimu kumwona daktari wako ili kuhakikisha kuwa tatizo kubwa. Chapter 7: magonjwa ya zinaa. Baadhi ya magonjwa ya zinaa kama vile chlamydia na gonorrhea yanaweza kusababisha kuvimba na kuwashwa kwenye uke na kufanya tishu ziwe rahisi kutokwa na damu. Kama unashuku kuwa umeambukizwa magonjwa ya zinaa, ni muhimu kumuona daktari wako haraka iwezekanavyo kwa uchunguzi na matibabu. Chapter 8: umuhimu wa kuonana na daktari. Kama unatokwa na damu baada ya tendo la ndoa, ni muhimu kuonana na daktari wako ili kubaini chanzo cha tatizo na kupata matibabu sahihi. Daktari wako atafanya uchunguzi wa kimwili na anaweza kuagiza vipimo zaidi kama vile vipimo vya damu, vipimo vya mkojo au ultrasound ili kupata picha kamili ya afya yako. Kutokwa na damu baada ya tendo la ndoa kunaweza kuwa jambo la kawaida, lakini pia kunaweza kuwa ishara ya tatizo kubwa la kiafya. Usipuuze dalili hii hii, wasiliana na daktari wako wakunguzi na matibabu sahihi. Natumai video hii imewasaidia kuelewa vizuri sababu za kutokwa na damu baada ya tendo la ndoa. Kumbuka, jambo muhimu zaidi ni kusikiliza mwili wako. Ikiwa unapata mabadiliko yoyote yasiyo ya kawaida, usiogope kuonana na daktari wako. Ikiwa damu inatoka baada ya tendo la ndoa na inahusisha maumivu, ni muhimu kutafuta ushauri wa daktari ili kubaini chanzo cha tatizo na kupokea matibabu inavyohitajika. Usijitibu mwenyewe. Asanteni kwa kutazama na tuonane tena katika video ijayo.